Mikoa ya kaskazini ina viwanda vingi na vyote vinahitaji umeme. Viwanda vingi, viwanda vya vinywaji, viwanda vya mbolea, viwanda vya simenti, vyote viko kule kaskazini. Tunahitaji umeme wa uhakika, ndio maana boldly boldly, tunaipongeza serikali ya mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na tunaungana nayo kwenye huu mkakati na mpango wa kuchukua umeme kutoka Ethiopia ili shughuli zetu za kiuchumi kule kaskazini zisonge mbele. Lakini msisahau kaskazini hiyo ndio tuna bandari ya Tanga pale. Unawezaje kuendesha bandari bila umeme wa uhakika? Bandari ambayo baada ya barabara ya Handeni, Kibilashi, Kiteto, Kondoa, Singida kilomita 434 kukamilika nchi zote kule za maziwa makuu zitatumia bandari ya Tanga. Na Mheshimiwa Rais majuzi alivyokwenda kutembelea mradi ule wa bandari na uwekezaji uliofanyika ametoa kauli kwamba bandari ile sasa itakuwa ni rasmi kwa bidhaa za mbolea, bidhaa za kilimo zote zitakuwa zinapitia Tanga pale pale. Tunahitaji umeme wa uhakika sisi, we don't need debates. Tunaweza kufanya debates kwenye mambo mengine lakini sio kwa, kwa swala tangible, na la muhimu kama la nishati ambayo ni driving force ya economy yetu. Sasa kama hatukuboresha habari ya huduma za umeme pale, kuna mtu kuna mtalii anatoka kwenye nchi ambayo toka azaliwa hajawahi kuona umeme umekatika, alafu amekuja kutalia hapa, amelipa fedha nyingi, ametuingizia fedha za kigeni, alafu anaondoka na bad story ya habari ya umeme kukatika. What is this? Alafu kuna mtu anaona tu ni sawa, aipinge tu serikali isitekeleze hiki ambacho anataka kutekeleza. Si sawa. Sisi wananchi wa kaskazini tunaoishi huko tunaelewa umuhimu wa jambo hili kufanyika. Mikoa ya kaskazini ndo mahala ambapo pana migodi mingi sana, migodi shughuli za uchimbaji Tanzanite, inayotutambulisha Tanzania kama taifa huko duniani iko kaskazini, migodi yake inahitaji umeme wa uhakika. Graphite ambao ni mbadala wa nickel ipo hapa kaskazini kwetu Handeni ipo mingi, grafiti iko nyingi sana hapa, na viwanda vyetu vinasuasua kwa kukosa umeme. Yuko pale mzalishaji mkubwa wa grafiti God Mwanga, anashindwa kufungua viwanda vyake, vile ameshawekeza, anashindwa kuvifungua kwa sababu ya umeme.